Mekuwa kuna mengi ambayo yanaendelea katika, e, ya ya ni, ni e, ya ya katika mitandao ya kijamii juu ya vita ambayo hivi sasa ni kupe Young Africans na TFF, mamlaka ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, kwa maana ya kwamba zidi ya majibishano ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii na swala lilianzia pale ambapo Young Africans walipotoka e, hadharani na kutoa taarifa kwa umma ya kwamba hawatashiriki mchezo wa fainali mpaka pale ambapo wataweza kulipwa pesa zao za ubingwa msimu uliopita wa CRDB Federation Cup. Na niko na rupia hapa juu ya kuhakikisha kuwa tunayazungumza haya kiundani, tutakwenda kusikia madini rupia. Mambo vipi? Ha, mambo fresh kabisa, kutokana na masakata yanayoendelea. Mungu anazidi kutubariki na kutupa neema kubwa kubwa ya kuona dunia namna gani tulivyokuwa tunafuga wajinga na wajinga wanaendelea kuamka na ujinga wao. Mimi ninaamini nyinyi wenyewe mnajionea, wajinga wanaendelea kuamka na ujinga wao kwao. Mimi ninaamini Mwenyezi Mungu anasema akuweke ili uone mengi kwao. Sisi tunaona mengi, na ndio maana tunawaheshimu wazee wetu, kwa kuwa wao wanaona mengi. Kwa sababu wazee gani ambao wanapata kuheshimiwa? Wazee wa Simba peke yake ndio wanapata kuheshimiwa, kwa sababu wao ndio wameona mengi. Wazee wengine watajua wenyewe wakaheshimiwa wapi, mm. <laughs> Walisema hawachezi mchezo wa fainali mpaka e, pale ambapo watalipwa e, pesa yao msimu uliopita, yani kwa maana ya kwamba bingwa milioni mia mbili kiasi ambacho wanakidai, kwa maana kwamba wanaidai shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF. Nao wakatoka na barua yao ya kusema ya kwamba wao ndio wanaidai klabu ya Young Africans. Wamewaacha watu kwenye sintofahamu, wanashindwa kuelewa lipi ambalo linaendelea kindani, kuna lipi ambalo linaendelea. Binafsi kwanza nianze kusema yaani, siku zote ukimuona chizi, lazima mjue kwamba chizi huyu aina gani. Ameanza kukimbia leo? Ameanza kukimbia jana? mm. si tunafahamu ndugu zetu hawajaanza kukimbia leo, amekimbia tangia miaka ya nyuma. Wanachokifanya ni kuwaaminisha wanachama wao na mashabiki wao, kuwaona bodi ya ligi na TFF ni wabovu ambao wao hawatendei haki. Kwa sababu gani? mm. jambo la kwanza, kombe la CRDB thamani yake sio milioni mia mbili kwa mshindi wa kwanza. mm. iko kitu hakipo. Wanasema misimu mitatu, misimu mitatu, si ndio? mm. thamani yake milioni hamsini ya mara tatu ngapi? si milioni mia moja na hamsini mm. Lakini pia TFF wamekuja vizuri kwa kuja kuwajibu kuambia kwamba mm. Nyinyi ndio mnadaiwa na sio wala sisi mm. Walikubaliana kwamba wao watakatana taratibu taratibu, lakini pia hakuna asiyefahamu kwenye nchi hii kama Yanga ni mdaiwa sugu ambaye anadaiwa kila siku na sio hapa tu anadaiwa sehemu nyingi. Kwa hiyo unapokuja kutuambia kwamba wanadai TFF. Mimi naungana na TFF kuwa Yanga ndio anayedaiwa na wala sio TFF. Kwa sababu gani? Ukikakuleta ni madeni ya nyuma yote mpaka sasa hizi, utakuta Yanga anadaiwa zaidi ya bilioni tano na TFF. Kwa hiyo kukata kwa ile deni ina maana atafuta sababu ya kusingizia. Lakini pia kwa nini wasije kusema awali waje kusema leo? Unanielewa? Kwamba wanakuja kusema leo baada ya kujiona ile mipango yao ya kuahirishwa kutoka kucheza kwa dabi? Wamefeli na ndio maana leo wanaamua kuja kutafuta namna ya kuharibu TFF. Lakini pia tunaipongeza TFF kwa kuwaambia wamtume bwana fedha wao waende wakapigane hesabu na barua za madeni. Mimi ninaamini utawala wakalia ndio utawala bora, Pafauda na bodi yake, na ndio maana huwa hawakurupuki kwenye maamuzi. Haijambisha bodi ya ligi sambamba na TFF kwa ujumla. Young Africans wanaonesha ukubwa wao kwenye hili, na wanasema wamedhamiria kunyoosha makandokando ambayo yanaendelea katika ligi yetu hii. Ina maana ya kwamba eh, watu wamekwenda mbali ya kusema kwenye barua yenu, ni kama mnaingia hivi kwenye kuwaunga mkono namna fulani, kwamba sisi hatuingii kwenda kuwaunga mkono, sisi tunaonyesha wanaume wetu ambao tuliuonyesha mwanzoni. Haya yote baada ya barua ya Simba, barua moja ya Simba sawasawa na barua TFF laki mbili pamoja na Yanga laki tatu. Na ndio maana mi ninaambia, mnayaona yote, usingekuwa barua ya Simba ile ya mwanzo ya hatuchezi, aya yote asingetokea. Kwa hiyo ina maana tungeendelea kuwa pale pale hiki kinachotoka. Kwa hiyo Simba ndio mwanzo wa mambo yote na ndio maana tunasema Simba ndio klabu ya kwanza kuanza jambo lolote kwenye nchi hii. Na kuanzia tunawaambia tu Simba hajaanza kugoma leo. Simba kaanza kugoma muda mwingi. Lakini pia kwamba miemko yao sasa na uongozi wao wamejijua kwamba wamepotea kuhusu kukataa kwa dabi. Kwa mfano, unakwenda kuwaamuru bodi ya ligi wajiuzuru, eti klabu 15 zionekane hazina akili, mtu mmoja aonekane ana akili hivi, mnaona goli kuna uzima Mnelewa hapa unaonekana uzima, na tunawaambia kama wataki kucheza kucheze, mm. tutawaambia sisi bodi alijwa turuhusu tu, tuwachezee sisi kama Simba tutawachezea vizuri wanakokutaka mwafanyaje, kama, kama wataki kucheza dabi yeah. tunawaomba bodi alijwa turuhusu Simba tuwachezee Yanga mpaka watuambie kwamba watacheza kwa namna ipi, mwacheze sisi, tutajua namna gani ya kuwachezea kwa sababu tukitoa siri watakimbia tena, hatutaki yeah. wakimbie tena, mm. sisi tutajua namna gani ya kuwachezea ili wao wafurahi kama wanavyotaka. Kwa sababu gani, ukija kuangalia katika barua zao madai ya msingi hamna. Kwa mfano unakwenda kuwaambia bodi ya riju wa jiuzuru mm. unakwenda kuwaambia bodi usen kidawa wa jiuzuru kwa sababu ya waamuzi. Tujiulize swali la msingi almasi kasongo wa jiuzuru, wa jiuzuru. Wa jiuzuru. Mm. ukija kuangalia katika mechi zao zote walizocheza mm. ambazo ni ishirini na saba mm. ndani yake kuna makandokando ikiwemo mechi ya Singida, Black Star na wao tuliona pale benanu katika uwanja wa KMC tumeona pia kule lakini pia ukija kuangalia katika mechi nyingine bado unaonekana kuna makandokando, lakini pia jengine, kinachotangaza sisi, unaenda kuwaambia kwamba sisi hatutacheza mpaka bodi itakapokuwa bodi huru. mm. Tuwaulize swali la msingi, bodi huru haiwezi kuundwa kwa siku moja, kwa kuamka kwenye usingizi wakasema leo bodi iwe bodi mm. bodi huru huru, ni mchakato wa muda mrefu, na ndio maana kujulisha kwamba hii ni mchakato wa muda mrefu u... wanasema ya mpito, wanataka bodi ya mpito lini? Kwa maana teuana leo kwa ajili ya mechi tatu Yaani bodi ya mpito hiyo kwa ajili ya tarehe kumi na tano, takwambia sasa, bodi ya mpito hiyo kwa ajili ya mechi tatu za ligi zilizosalia, hiyo ni uendawazimu wa akili. Ili ujue kwamba vile vitu havifanyi kwa mihemko, hata wao wameahidiwa uwanja, hujajengwa mpaka leo. Kwa sababu nini? Hivi vitu havifanyi kwa mihemko. Lakini pia mabadiliko yao ya katiba bado haijakamilika mpaka leo kwamba nani mdhamini nini? Baada ya kukamilika watu wamekalia, ili ujue hivi vitu haviendi kwa miemko, kwa hivi vitu vinakwenda kwa mipango. Kwa hiyo mimi nachowaomba kwamba wasiaminishe wanachama wao wakasababisha vurugu ili kuonekana wao wana haki, lakini pia nataka niwasanushe mashabiki wa Yanga na wenye timu yao ambao wanaipenda kutoka moyoni, wale wote ambao mnawaona wanapiga kelele kuwa hatuchezi na barua zile, wale ni mashabiki wa Simba ambao tumewatuma wakafanye kazi Yanga. Narudia tena hili neno wale ni mashabiki wa simba ambao tumewatuma wakafanye kazi Yanga. Kwa hiyo mi shabiki wa yanga engineer, shabiki wa simba engineer Alikamwe bosi wao na wa... na... na... na Manara na watu wengine pale ni mashabiki wetu wa Simba, si tunawajua na wanakadi ya wanachama kabisa. Kwa hiyo wale ndio wanasindikiza ile klabu shuka daraja kwa matakwa yetu sisi, na ndiyo maana mi nawasanusha kwa hiki kinachoendelea, sije baadaye wa wakaja wakalaumiana. Umenielewa? kwa nini wakaja kulaumiana? Kwa mfano wao wanafahamu mtu anapodaiwa hapaswi kugomea kitu. Kwa mfano mchezaji akiwa anadai mshahara anaweza kugomea, lakini mchezaji akiwa anadai pesa yake ya usajili hapaswi kugomea mchezo. Umenielewa? kwamba ile ni pesa ambayo inakwenda kulipwa, lakini pia kudaiwa kwa pesa bodi ya ligi ambayo wao ya, ya malipo ya kombe, hapaswi kugomea mechi na sitoshe, ile mechi wanaenda kucheza na mpwa wao, lakini kumbuka walikwenda mbali na kusema kwamba wanataka kutibu e, jeraha kubwa ambalo liko katika nchi yetu ya Tanzania. Wakazungumzia kwenye engo ya waamuzi kwamba mwamuzi anafanya makosa e, tena makosa makubwa ya kujirudia rudia, lakini cha ajabu anashindwa kuchukuliwa adhabu e, sheria kali, kwa maana ya kwamba walikwenda na kumzungumzia Kefa Kayombo hapo, bila shaka, lakini hawakuona adhabu ambayo imemkuta. Wamekuja kushangazwa, anakuja kupewa adhabu ya e, kufungiwa eli. Sasa hili ndio ambalo wanalizungumzia wananchi, na haya ndio baadhi ya makosa ambayo wameorodhesha kwenye barua ya kwamba wana, wako radhi kwa lolote, na wanataka kutibu hiki ambacho kinaendelea nchini kwetu Tanzania. Swali la la msingi tunawauliza, vipi kuhusu kayoko sasa? Kayoko na yeye ana tatizo la msingi huyo, hawa waamuzi wengine ambao wamechezesha mechi zao hawana matatizo ya msingi, na wakati tunaona wazi. Mimi ninachotaka kuwaambia wasitafute chaka la kukimbilia. Kwa nini wasitafute chaka la kukimbilia? walichokifanya sisi tunakijua, umenielewa? kama walichokifanya sisi tunakijua, lazima wakae waheshimu mpira wa Tanzania, kwa sababu ni sehemu ambayo inafanya makuzi ya mpira wa Tanzania. Kwa mfano, huwezi kwenda leo kumlaumu mwezio nyumba yake mbovu, na wakati wewe unalala kwenye kibanda cha uani. umenielewa? Yanga leo hii wanaenda kuwalaumu TFF kwa kushindwa kusimamia misingi wakati huo wao kwenye nyumba yao tu misingi yao hawasimamii. Umenielewa mm. Lakini pia wanakwenda kuwalaumu TFF ukiwemo wao ndio wanaongozwa kufanya matukio ya ajabu, lakini wamesema ya kwamba matakwa yao sipofuatwa kwa haraka mechi ya tarehe 15 watu wasitarajie itakuwepo na watarajie mvurugano mkubwa utaingia katika soka letu la Tanzania. Mimi ninaamini hapo kwa sababu huwa wanasikilizaga miemko. Mnakumbuka sakata la feisari walingoja mama hamue na hata hili mimi nilizani na watu wanadhani kwamba mama atawaambia wacheze. Lakini sisi tunachomuomba mama asiwaambie wacheze ili tuone hizo vurugu zao. Wataanzia pale kwenye jengo lao au wataanzia wapi? Hizo vurugu zao wanayotaka kuzifanya watatuambia wanaanzia wapi? Sisi tunachomuomba mama akae kimya, asiamue lolote, kwa sababu mama nimeona kama komenti yake moja anasema anaona anayoendelea mtandaoni. Kwa hiyo mi binafsi, kama shabiki la kafu, nasemaje, tunakuomba mama, kaa kimya, kwa sababu hawa, ukiwapa sukari, ukiwapa chai, ukiwapa juisi, ukiwapa na ubwabwa, huwa wanapata miemko. Kwa hiyo awamuii asiwape ubwabwa na wala asiwape kitu chochote. Wazee walimwomba mama aingilie kati kwenye swala hili ili kuleta suluhu eh, zidi ya tofauti ambazo zinaendelea. Suluhu ya mama ni kuwaambia wacheze wache, hamna suluhu nyingine huu anasema kila siku suru ya mama tuwaambie wacheze. kwa tunachoomba mama asiingilie kati atuachie tumalizane nao. Sisi lengo letu hawa tuwakute championship na lengo letu msimu huu tuwakute championship. kwa kuwa wamesema bodi ya ligi ni ya Simba sasa sisi kama wana Simba tumeamua kupitia bodi yetu ya ligi hawa tuwakute championship. Wane, na ala, e, kupitia msemaji Al Shaban Kamwe alieleza ya kwamba ukitaka kuona e, mtu yoyote asithubutu kuchukua walau nusu pointi ataiona nguvu ya wananchi. Mimi nawaambia hivi, wasije tarehe kumi na tano tarehe kumi na tano halafu TFF wapate utaratibu ambao unatakiwa. Utaratibu gani ambao unatakiwa? mm -hmm. Makamisa wawepo uwanjani, zifike dakika kumi na tano, zikishafika dakika kumi na tano mm -hmm. TFF wamalize mpira, wakisha maliza mm -hmm. mpira hapo yani, waamuzi wamalize mpira, wakisha maliza mpira TFF watuachie sisi hilo swala la wao kuwanyang'anya point, wao wasiingilie kitu chochote. Ni kama kuna vita kali kati ya engineer Hersi na rais eh, wa TFF kwa maana ya kwamba eh, Wallace Karia kwamba hapa hamna vita, ile ni vita ya uhuni na alafu nashangaa sana bwana mdogo Alikamwe, mtoto wa elfu mbili, anatumika vibaya. Mm. Mi namwambia kipindi ambacho yeye atakwenda kufungiwa au kuharibiwa maisha yake kwenye mpira, mm, wale ambao wanamtumwa watakuwa nakula ugali na no wanafanya kazi kwenye wizara zao. Mm. kwa sababu yule mwezie ni Majengo. Majengo. Bwana Majengo ndiye elimu yake ya uandishi wa habari tu kama Majengo anamjua bwana Majengo rais wao bwana Majengo atakapokwenda kufungiwa yeye Alikamwe, Alikamwe, Alikamwe, mwenzake atakuwa anakula maisha, atakwenda kusimamia masuala ya majumba, majengo atakula maisha, yeye atakwenda kula wapi? Kwa hiyo tunachomtaka Alikamwe asitumike vibaya, atumike vizuri, lakini pia si dhambi, kwamba Mwenyezi Mungu anasemaje? Usidanganye umma kwa ajili ya upumbavu wa watu, umenielewa? Kwa hiyo si dhambi, akiona haya mambo sio sahihi, awaambie a nyie matuku nyungu, mimi naondoka. Siwezi kusema mambo ya kijinga, kwa sababu sisi tunamfahamu Ali Kamwe alikuwa mchambuzi mzuri kuliko wachambuzi wote hata Tanzania, baada ya kuwa kwenye kituo cha Azam. Lakini sasa hizi tunashangaa amekuwa mjinga wa kiakili, yani hiki kitu bado tunafanyaje, tunakishangaa, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo anaviongea, anaviongea kinyume. Tunaenda kuambia watu kwamba hatuna atakayeweza kunyang'anya point, wewe nani? na ninachowaambia kwa Afrika kwamba hivi yao si Yanga Afrika, mm. na nembo yao ile ya watu, alafu mimi nimegundua kitu kimoja kwamba wale muende mkaangalie kwenye nembo yao. Mchezo wa mpira umewashinda, wanataka kwenda kwenye netball pamoja na ngumi. Mchezo wa mpira umewashinda, wanataka kwenda kwenye netball na ngumi. Angalieni kwenye nembo yao, kuna watu wawili wamebakia pale wa michezo <tinyo> Kuna mandonga na kuna dada wa netball. Hawa wawili ndio wanataka kuhamia huko kwa sababu mpira umwafanyaje? Umwashinda. Kwa hiyo mimi ninachotaka kwamba asichumike vibaya kwa ajili ya maslahi mapana na ikitosha yule ni kijana mwenzetu. Haya mambo mengine akijinga aachie wazee. Mimi naamini yeye kaenda kusoma darasani kwa ajili ya uelewa na sio kusimamia ujinga. Kwa kupitia hili abadilike na endelee kusimamia misimamo ya msingi yeye binafsi kwa sababu mm -hmm. Akishafungwa alienda kukaa jela kule. Mm -hmm. Wazangu alikuwa analala majumbani kwao. Pabola alikaa jela, akakaa ndani. Wazangu alikuwa analala nyumbani kwao. Mm -hmm. Kwa nini wasiende kukaa naye jela kama wao wanampenda kweli? Kama wao wanampenda wangeenda kukaa naye ndani, lakini hawampendi na ndio maana akamwacha ndani peke yake. Wao ungesema wana Yanga wote tunaungana sisi jokaa gerezani. Kwa nini hawajasema hivyo? Siku, kwa nini guaba... siku, zinazidi kusogea tu sasa? Siku zinazidi kusogea tunaomba kama sisi mashabiki wa Simba ziendelee kusegea. Mimi naamini siku zote Bakola mtu ambazo anaweza zihitaji Bakola atachapwa Bakola kutokana na wasi. Zimebaki zimebaki tatu. Kesho eh, zinabaki zinabaki mbili kuelekea kwenye mchezo wenyewe ambao hatuoni maandalizi kwa upande wa pili. Mimi ninaamini TFF wana kanuni ya kututajia sisi uwanja kwenda kucheza mechi, lakini pia kutupangia kila kitu na ratiba zetu. Sisi tunachotaka kwamba wapange waseme sehemu gani, na ikitokea TFF wameahirisha tena mchezo huu, sio Yanga watadili, na Simba ambao ni klabu kubwa yenye maamuzi na yenye kanuni kubwa Tanzania. Lakini pia tunaomba, na nyinyi hamtacheza na sisi, tutabidi tupewe alama zetu. Sio tunataka mechi ivunjike kisogezwa mbele sasa kwa ajili ya maandalizi ya mtani wao. Hakuna cha kusogezwa mbele. Sasa sisi tulisema barua moja hatuchezi. Hii tutasema sasa kuanzia Yanga TFF zote zishuke na ziondoke kwenye nchi hii. Kwa sababu mimi naamini natamani na, na, nanataka nione. Natamani, mm -hmm. nataka nione Yanga ikishuka daraja kabla sijafa. Natamani, nataka nione Yanga ikishuka daraja kabla sijafa kwa sababu gani? Mm -hmm. Hii sio timu ya mpira. Haipa wa, wa, wa, wa, wa, wa kwenye sisi wa, wa mpira wa Tanzania lakini. Like. Wao wamemwasisi nani? Wataka kunidanganya nani? Kwa sababu kabla ya hao kuundwa timu zilikuwepo, mpira ulikuwa unachezwa. Mm -hmm. Tanzania mpira ulikuwa unachezwa, sio kwamba wao ndio wameanza mpira. Umenielewa? Kwa ukisema wewe ndio mwasisi wa mpira ni uongo na ni unafiki. Unajua vilabu vyote ambavyo viko vinashiriki ligi kuu mwaka gani, thelathini na tano, na maana watu nyuma walikuwa wachezi mpira au mpira ndio maanza kujua wao. Hawa ni wauni kwa wasio wanawadanganya watu. Kwa hiyo hiki kinachofanya si wao wameasisi mpira, hamna aliyowasisi mpira ali. Sasa msimu huu kama amewasisi mpira, kama wameubeba mpira, kama waliishi nao kwenye mpira, mwaka huu lazima washuke daraja, wakacheze huko waliko asisi mpira. Shukrani sana na... Shukrani sana bwana Lukman. Asante sana. Neno lako la mwisho basi kwa mashabiki wa soka nchini hapa Tanzania. Neno langu la mwisho unajua umenikatiza ume, ume, ume kidogo, kuna jambo hapa nataka nilimalizie. Yeah, Mario. Mimi ninachotaka kusema nasema hivi. Yeah. Ikitokea bodi ya ligi ikajiuzuru ikajiuzuru kwa matakwa ya watu fulani, basi sisi Simba hatutacheza na tuta, tuta, tuta, tuta, tutajua namna gani ya kufanya, lakini pia kama watasindikizwa kwa kutegemea mashabiki wa upande wa pili ambao ni viongozi wa juu mm. watawasindikiza wale TFF wajiuzuru kwa, kwa kutumia vyeo vyao ambavyo wanavyo serikalini mm. kama walivyotumia vyeo vyao kwenye mchezo wa dabi wa tarehe nane mm. kuwazuia Simba wasiingie uwanjani mm. viongozi hao tutadili nao, tutahakikisha mpaka kwenye ngazi zao watajiuzuru na hata stahili kuwa hata wajumbe wa nyumba kumi Yaani hawata stahili hmm. kuwa hata jumbe wa nyumba kumi. Hapo ndo Simba tutaonyesha ukubwa wetu kwamba Simba akiunguruma raia wanabaki au raia wanakimbia. Yaani Simba akiunguruma tutajua kwamba raia wanabaki au wanakimbia. Tutajua siku hiyo baada bodi ya ile bodi aliji kujiuzulu. Sisi hatutaki hata mtu mmoja ajiuzulu. Tunaendelea vile vile kama wao walivyotaka. Sababu mwanzo wa msimu wao ndo alikuwa anangoza kupiga kelele. Mimi ndo maana nilikuwa na asema hivi. Dawa ya chura ambaye anapiga kelele ni kukausha maji. Kwao Simba sisi tumekausha maji chura, kelele zimeisha. Chula kelele zimeisha. E, ameweka hapo nukta Rupia. E, na bado ana kiu cha kuzungumza mengi kama ambavyo tunamfahamu moja katika e, mashabiki wa kafu E, bwana Lupia mshabiki wa Wanarunya sekondo Msimbazi Simba, alikuwa akitema cheche ama kuzungumza kupitia Chapesa Media, udhamini mkubwa kabisa, kituo bora kabisa cha habari na matangazo. Langu jina ni Jeva Osman, nyuma ya kamera ni director Hassan, ambaye alikuwa akihakikisha kuwa kitu hiki kinakufikia na picha angavu kabisa. Nikwambie tu wewe, ambaye unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na ku share video hii e, bwana, niwaambie juu ya yaliyozungumzwa hapo, tukutane hapo chini kwenye comment, kwenye comment section juu ya sakata kubwa ambalo linaendelea hivi sasa kati ya bodi ya ligi zile Young Africans wakitupiana barua kwa barua, huyo anasema anamdai hivi sasa, zimeibuka misimu mitatu na si mmoja tena. Kipi ambacho kinaendelea? Yapi maoni yako wewe? Nikwambie tu mimi natia nanga kutokea hapa na sina la ziada, na bye bye na sign out, mpaka wakati mwingine tena.